Na nikupongeze kwa hilo, lakini pia kama unavyofahamu, baada ya sisi wachimbaji wadogo wadogo kupatiwa leseni hizo, kama unavyofahamu, leseni hizo zinahitaji sasa ili wananchi wetu na wachimbaji waende wakachimbe, wanahitaji kupata taarifa za kwenye maeneo maeneo hayo. Niendelee kuomba sana na kukupongeza na, ku, na kukuomba uendelee kusisitiza, lakini niendelee kuomba serikali katika bajeti hii ambayo mimi na, mimi na, nachangia leo, ninaomba nijielekeze moja kwa moja kwa kusema kwamba ninaunga mkono ninaunga mkono bajeti hii kwa asilimia mia moja kwa sababu ni bajeti ambayo inaenda kutekeleza na kutatua changamoto za wachimbaji. Niombe sana kwenye bajeti hii fedha zipelekwe, mheshimiwa wa waziri, zipelekwe kwenye, eh, kwenye, zipelekwe kwa, kwa watu wa GST. Watu wa GST ni watu muhimu sana ambao kwa kupitia wao kama watatupa taarifa muhimu, itasaidia sana kwa wachimbaji wetu kwenda kupata taarifa muhimu ambazo zitawapelekea sasa wao waende wakachimbe dhahabu e, kwa kupitia taarifa ambazo watakuwa nazo. Lakini endelee kuomba wilaya ya Kahama ndio wilaya ya kimkakati kwenye maeneo yale ya wachimbaji. Nimeona tumetoka ligi na tumepisha bajeti na ligi zinaendelea kuongezeka, lakini kwenye wilaya ya Kahama, mheshimiwa waziri, bado hatujapata ligi ya uchimbaji. Sasa niombe kwa kuwa tayari maeneo mmetupatia niombe sasa muende mkatupatie na taarifa, lakini pia mtenge ligi moja ije ikae pale Kahama ili iweze kusaidia wachimbaji wadogo wadogo kwa, kwa, kwa gharama nafuu waweze kudrili na kupata taarifa zitakazowawezesha sasa wao kupata ripoti na baada ya hapo waweze kwenda kupata mikopo benki na maeneo mengine. Changamoto kubwa iliyoko sasa hivi Mheshimiwa Waziri ni kwamba ni kweli mmetupatia wachimbaji wadogo leseni lakini taarifa zinakuwa hazipo za kutosha. Kwa wanahitaji sasa wapate taarifa za kutosha ili wakusanye zile nyaraka ambazo zitawasaidia kwenda benki, kwenda kukopa fedha na kuweza kuwekeza kwenye sekta hii ya madini. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo umezungumzia hapa mheshimiwa waziri kwenye hotuba yako umezungumzia habari ya leseni za refinery. Tumezunguka na tumeona, ni kupongeze sana umeendelea kuhamasisha na umeendelea kutoa leseni za refinery. Sasa refinery kwa sasa zimefika nane, lakini refinery hizi mheshimiwa waziri kama hatuta kama hatuishinikiza serikali na kama wizara haitachukua hatua za dharura kuhakikisha kwa ya kwamba inaenda kusimamia kifungu hichi ambacho tumekisema hapa cha mia moja na ishirini na tatu kuhakikisha ya kwamba dhahabu zote zinazochakatwa hapa ni, tuzungumzie habari ya refinery hii ya mama yangu Masasi ya ambayo yuko pale Geita. Mama amewekeza fedha nyingi sana kujenga ile refinery na matarajio yake yalikuwa ni makubwa sana, kuhakikisha ya kwamba serikali itahimiza asilimia ishirini ya makampuni ya ambayo yanazalisha dhahabu yaweze kuchakata pale, lakini mpaka leo tunavyozungumza hivi mheshimiwa wa waziri bado kampuni hizi kubwa ikiwemo Barrick, GGM na maeneo mengine bado hawapeleki hiyo asilimia ishirini kwenda kuchakata hapo. Sasa swali langu kama huyu Mtanzania ambaye mama amewekeza fedha yake nyingi kwenye kiwanda kile cha kuchakata na bado tunaendelea kuhamasisha wa, wa, wa, waendelee kujenga refinery. Raw material ya kuendesha viwanda hivi inatoka wapi? Niombe sana Mheshimiwa Waziri, hatua za haraka za kimkakati zichukuliwe ili kuhakikisha ya kwamba makampuni haya makubwa, asilimia ishirini hiyo wanayotakiwa kuiacha hapa, wasilete kisingizio cha aina yoyote, apelekewe mama huyu mwenye kiwanda kikubwa, ambaye amewekeza fedha nyingi, aweze kiwanda kile kiweze kupata raw material na kiweze kujiendesha. Kusiwe na sababu nyingine yoyote ile. Kamati tumeshauri sana Mheshimiwa Waziri, na naendelea sana kunaendelea sana Mheshimiwa Waziri, mimi nitashika shilingi yako kwenye hatua ya mwisho kama hutakuja na majibu ya mkakati osha kwamba ni lini sasa hawa makampuni makubwa watapeleka hiyo asilimia ishirini kwenye viwanda vyetu hivi vya refinery ambavyo vinaweza kwenda kuchakara kwenye, kwenye maeneo yetu hayo. Mheshimiwa Waziri, mwisho nizungumzie habari ya CSR, niwapongeze sana kampuni ya Bariki kwa kuendelea kutenga fedha za CSR kweli. Mimi ni mmoja wa mashahidi na mashuhuda katika fedha CSR hizi zimeendelea kutetea maendeleo katika maeneo yetu haya. Mimi kwenye jimbo langu la Msalala kupitia fedha CSR tumeweka miradi mingi, tumejenga chuo cha nursing, tumejenga chuo cha VETA, tumejenga mabarabara na sasa navyozungumza hivi tayari mkandarasi mchina yupo anajenga barabara ya kiwango cha lami inayotoka Kahama inayotoka Kahama kwenda mpaka Buliahuru kwao, ni kazi kubwa sana inayofanyika. Lakini mheshimiwa Mheshimiwa Waziri, ninaomba nishauri jambo hapa. Bado coordination na mawasiliano ya, ya utekelezaji wa mpango wa CSR bado hauja, hauja, hauko vizuri. Kwa hiyo niombe sana wewe wizara yako pamoja na Tamisemi mkae pamoja kuona njia rahisi ya kwenda kutekeleza miradi hii ya CSR, ili wananchi waweze kunufaika na hizi fedha. Leo tunavyozungumza hapa, wazungu walitenga fedha za CSR za mwaka jana, wamekuja kupata approval ya kutumia zile fedha mwezi wa kumi na mbili mwaka jana bajeti yao wanatenga mwezi wa kumi. Lakini leo tunazungumzia habari ya mwezi wa tano. Fedha imeshatengwa ipo. Bado hawajapata approve ya Tamisemi mpaka leo kuanza kutumia hizi fedha za CSR. Sasa niombe uweke msukumo mkubwa wewe pamoja na watu wa Tamisemi mkae kuona namna gani njia rahisi ya kuweza kuhakikisha kwamba fedha hizi zikitengwa na wazungu hawa ziende zikatumike wananchi waweze kupata maendeleo. Ni aibu watu wanatenga fedha, fedha, fedha zipo lakini sasa utekelezaji wake unakuwa ni mgumu. Wanatuona ni watu wa ajabu sana Mheshimiwa Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa hiyo ni kuombe sana Mheshimiwa Waziri nafahamu wewe ni msikivu, ni mtu ambaye ni mchapakazi, utahakikisha kwamba unakaa joint timu itengenezwe. Zainabu Katimba ananisikia, yuko hapo, akae kuona namna gani fedha hizi ambazo zilikuwa zianze kutumika mwezi wa kwanza, lakini mpaka leo mwezi wa tano, tunaenda mwezi wa sita, bado approve ya Tamisemi haijatoka ili fedha zi zianze kutumika. Kwa hiyo tutengeneze mfumo mzuri ambao utatusaidia kwamba tuna nani. Mheshimiwa Mheshimiwa Waziri, mwisho nizungumzie habari ya Stamigold. Stamigold, ina liability nyingi sana ina madeni mengi sana watu wamefilisika kwa sababu ya madeni ya kuidai, Stamigold. Na sasa Stamigold, eh, ina Stamigold kwa sasa inazo rasilimali ambazo ikijipanga vizuri inaweza kulipa madeni haya ya watu. Niombe na kushauri Mheshimiwa Waziri, sasa ni wakati umefika wa Stamigold kutangaza tenda kuleta kuwe, wawekezaji ili waje wawekeze ndani ya Stamigold waweze kulipa madeni haya wananchi hawa waweze kupatiwa fedha zao. wawekezaji wapo kama Stami Gold watakaa na kupanga na kutangaza, wawekezaji wapo, wanaweza wakaja kuendesha shirika hili likaweza kuleta faida na kulipa madeni kwenye maeneo hayo mbalimbali. Mwisho niombe mheshimiwa waziri, ninafahamu Buryanguru kwa sasa wana mchakato wa kuongeza. Mheshimiwa Idi Kasim Idi, tafadhali hitimisha hotuba yako tafadhali. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti, nihitimishe kwa kumwomba mheshimiwa waziri na kuwaomba mgodi wa Bulyanguru. Mheshimiwa, mheshimiwa wa waziri, tulipofanya ziara North Mara, tuliwashauri watu wa mgodi wa Buryanguru Mheshimiwa na... muda wako ulishaisha tafadhali. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, asante sana Mheshimiwa, naunga mkono hoja kwa asilimia mia moja Mheshimiwa. Asante sana Mheshimiwa Idi, Idi Kasim Idi uh, namkaribisha sasa Mheshimiwa Joseph Kasheku Musukuma. Atafuatiwa na Mheshimiwa Ndaisaba George Ruhoro. Na Mheshimiwa Hussein Nasoro Amale ajiandae. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi niweze kuchangia. Mimi ni mjumbe wa kamati. Cha kwanza nampongeza sana Mheshimiwa Raisi kwa kazi nzuri sana aliyoifanya kwenye sekta ya madini. Lakini la pili, nimpongeze sana kwa kumchagua Mheshimiwa Mavunde pamoja na Mheshimiwa Kiruswa ni harari kabisa, kwa sababu hata mimi mwenyewe naamini sasa kwamba wizara hii, kama tutaboronga tena, sidhani kama kuna waziri mwingine mwenye taaluma na madini atakuja kutusaidia kama Waziri Mavunde. Najua kabla ya kuwa mbunge na kuingia kwenye waziri huo ulikuwa mwanasheria wetu wa Femata. Kwa hiyo unazijua shida zote za wachimbaji. Sasa umekabiziwa rungu, tuna imani kubwa sana kwamba utatusaidia. Nimshukuru yani pia mheshimiwa rais na kumpongeza kwa kumteua katibu mkuu Samamba. Samamba tunamfahamu, amekulia kwenye madini, kwa hiyo ni nyie wenyewe tu kwa kweli sasa mbolonge, lakini tunaimani hakuna chochoro yoyote ambayo hamwifahamu. Tusaidieni, tuepushe migogoro kwa wachimbaji, lakini tuikuze hii sekta. Namshukuru pia na kumpongeza mheshimiwa rais kwa kumteua Rwamo injinia kuwa mtendaji watume wote hawa ni vijana ambao wamekulia kwenye madini, lakini ninayo mambo ambayo natamani kushauri. Pamoja na pongezi, mheshimiwa waziri, mimi natoka Geita na leo nitazungumza kwa upole, na nisipopata majibu na leo nitashika shilingi kwa mara ya kwanza na siiachi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi natoka Geita, tunayo sheria yetu ya CSR, mheshimiwa waziri tunapokubaliana inaletwa wizara ya fedha, yale makubaliano yetu yanaenda wizara ya fedha, tamisemi na kwako, halafu mmemkasimisha mkuu wa mkoa, mkoa bado kwa akili yangu mimi...